Nina changamoto na nina ushauri na pia kuna kero kidogo ambayo inaweza ikasikiwa kidogo. Jambo la kwanza ushauri, ningeliomba ofisi ya mkuu wa wilaya kuelewa madhehebu haya ambayo yamekuwepo ndani ya mji wa Tarime maana ambayo naiona ni kero ya magonjwa ya mlipuko. Lakini kero kubwa hapo katika huo mlipuko wa magonjwa ni mazingira tata, au mazingira machafu ya mji au ya wilaya, ususan kisita kwenye masoko. Kipindi hiki cha mvua mazingira ni machafu, pamoja na kwamba wanazoa takataka, lakini Mbili, niliona ni kero katika jamii naitwa Mchungaji Paulo Sopani. Kero ambayo naiona katika jamii yetu na sidhani kama ni kwa Tarime peke yake, ni maeneo mengi kwa sasa. Uh, tumekuwa na kizazi cha watoto ambao wa mitaani sasa hao watoto wameendelea kuwa watukutu sana. Nafikiri polisi saa nyingine wana taarifa zao wanapata, lakini ni namna gani wapate kutokuja pamoja na witu, si ndio jamani? Lakini nimeweza kutenga muda wenu kuja tukakaa tukaongea na mi kikaoki, nimetoka na faida. Nimetoka na faida kwa sababu mengi nimeyapata kutoka kwenu, na nimefanya hivi kwa sababu natambua natambua wakati mwingine tunaofanya ziara zetu za kiserikali hizi kwenye kata vijiji, viongozi wetu mnakuwa si rahisi sana kupata nafasi ya kuongea e, lakini najua kuna mambo mengi hapo kwenu, na licha ya maagizo mheshimiwa rais anawaheshimu sana na anawapenda sana. Kama nitafanya kazi bila kushirikiana na viongozi wa dini simwakilishi vyema kwa, si kwa sababu najua mlengo wa mheshimiwa rais, na anawategemea sana kwenye kila jiraa. Na yule mama mmemwona kila wakati amekuwa ni mtu wa haki. Nimshukuru sana pale mchungaji ameongea sana kuhusu haki, haki, haki, amani. Na wote mmegusa kwenye haki na amani. Haki na amani, na ndio roho ya mheshimiwa rais ilivyo, na ndio msisitizo ambao kila siku anatupa sisi ambao tunamwakilisha na kutuelekeza tufanye kazi na viongozi wa dini, tufanye kazi na viongozi wa kisiasa, tufanye kazi na wananchi wenye machozi ya chini, na ndio kwa maana inawezekana mnakuta kila wakati tuko barabarani tunafanya kazi ya kuwasikiza wananchi ambao ni wanyonge, wana machozi, wana mivunjiko kwenye mioyo yao, ili turudishe matumaini kwao, si kwamba tupende kupumzika mimi kila wiki nafanya ziara mbili kwenye kila kata, nakagua miradi ya maendeleo nikiwa na timu hapo. Leo sijaja na timu, nakua na timu ya wataalamu wote wa umeme, maji. Leo sijaja nao kwa sababu nilikuja kwa lengo la kufahamiana na nini, lakini mnieleze ninavyoenda. Najua wataalamu wote tunakuwa nao ambao wameshiriki wame kwenye mikutano yetu, nafikiri mmeona. na tunatatua zile kesi zinatatulika kama ambavyo mmeona sababu sisi ni wanadamu, yawezekana kabisa kuna mwingine akajisahau kwa nafasi aliyopewa. Tunawajibu wa kumkumbusha na twende kwenye eneo husika akaone changamoto. Tumekuwa tuko njiani kila siku, lakini ambao mko hapa, nafikiri mkipita pale ofisini kwangu kila siku mnakuta watu wamejaa, au wao mmoja jamaa. Lazima tutengeneze matumaini, tushuke kule chini, tuongee nao. Na mmoja ameniuliza wewe, si ni Mkristo au nini Muislamu lakini mimi ni wa dini zote zote, madhehebu yote, lakini nimebatizwa Roman Catholic na nimepata kipaimara kwa Baba Mtakatifu. Kwa hiyo namjuwa Mungu, namela na wanajeshi wa mjini na, na nimepitia sakramenti zote kwa mujibu wa imani yangu, lakini naheshimu dini zote. Shehe wangu si yuko hapa? Hey. Anaweza kawa ka shuhuda kwenye misikiti naingia, <clears throat> kote kwenye madhehebu yote nakwenda, kwa sababu naamini yote ni ya kwangu, na maombi mkiomba yote anakusaidia bila kubagua. Lakini washukuru kipekee kwa haya mliyo yasema, yote ni mengi sana ambayo na, na mimi naweza nikasema majibu mengine, nayo mengine sina, lakini yale ambayo naweza nikayajibu general nitayatoa majibu ili na nyinyi muende mkayasemee, sababu najua nikiongea na wewe mchungaji hapa, naongea na kundi zima la viongozi. Kwanza yes. ni wape matumaini, nitasema ile swala la utekaji ambalo wengi mmeliongea. Hakuna mwanadamu au serikali ambayo inapenda wananchi wake wapotee, hakuna, hakuna. Na wajibu wa serikali ni kuhakikisha inalinda watu na mali zao, na hakuna kitu ambacho kinamuumiza Dkt. Samia Suluhu Hassan kila anaposikia tukio la utekaji, lakini nafikiri mnatambua sisi ni wanadamu, upotoshaji upo mwingi, wapo wapo watu ambao walionekana wametekwa, la lakini baadaye wakaonekana kwa sababu tofauti, si ndio jamani? Yeah, kwenye nchi hii kwa sababu watu kupotea, kuna sababu nyingi, kuna sababu za uhasama baina yao wenyewe. Kuna sababu za kibiashara huko ndani eh, kuna sababu za fitna, kuna sababu za visasi, sio kama tunaelewa vizuri, sio kutekana tu, hata watu kuuana sio makusudi yetu. Lakini serikali ni wajibu wake kupitia vyombo vya usalama ambao wanafanya kazi kubwa ya kufanya uchunguzi kwa kina, na pengine tusingefanya uchunguzi, yawezekana ingekuwa hata askofu wa mchungaji kwamba umeua. Halafu ukabeba mzigo ambao si wako. Ndiyo maana tunafanya uchunguzi wa kina, lakini serikali inahitaji kupata taarifa kutoka kutoka kwa wananchi, taarifa kutoka kwetu, si viongozi mbalimbali, kama kuna jambo tunalijua. Hakuna jambo litatokea silali lisijulikane, watu wanakuwa wanajua. Ndiyo maana huwa tunaomba ushirikiano kutoka kwa wananchi waweze kutupa taarifa sahihi, na ili wengi mmesemea taarifa ni dunia nzima, lipo hili, watu fitna, watu uhasama binafsi. Eh? Lakini wajibu wetu sisi wote kuhakikisha usalama wako mwenyewe na wa mwenzio. Lakini tuwe wazi sana unapohitaji kutoa ushahidi. Yawezekana watu wanajua hapo eneo hilo lakini hawasemi. Naogopa nikisema nitaanza kuojiwa, nashindwa kupata ukweli nini kimetokea. Kwa hiyo tuwaombe, hata kwenye majumba yetu ya ibada kuwaeleza wananchi wetu kuwaeleza waumini wetu linapotokea tukio namna hii watusaidie sana vyombo vya ulinzi na usalama kupata taarifa, taarifa ambazo ni sahihi, sio za kumwonea mtu. Na wengine walitajwa wali, wali, lakini walionewa kwa sababu ya chuki zao wenyewe. Ndio maana tunafanya utafiti tunafanya uchunguzi wa kina, na vipo vyombo kabisa vimepewa kazi ya kufanya uchunguzi. Tusinyoshane vidole kwa e, uchochezi, husuda haitapendeza sana. Nilipata kesi moja hapa, mchungaji anaambiwa amempa binti mwanafunzi, amembaka mwanafunzi, kiongozi wa kiroho. Lakini tumeenda kufuatilia kwa undani, tukakuta sio yeye, ila kwa sababu tu tofauti za imani, watu wamechemekeana. Sasa kama tutayachukulia hivi moja kwa moja, maanake tutaonea watu. Hatuhitaji tumuonee mtu, na kazi inafanyika, na kweli kweli hili jambo lazima tushirikiane, na niwaombe viongozi wa kiroho tusaidie kukemea, kwa sababu watekaji awezekana uko miongoni mwetu yeah. Wauaji uko miongoni mwetu yeah. Wabakaji uko miongoni mwetu kwa hiyo tuna wajibu wa sisi wote kwa pamoja kushirikiana vyombo vya ulinzi na usalama na, na nini ni sehemu ya ulinzi na usalama, ni sehemu kwa kutupa taarifa, lakini pia kwa kuwapa elimu waumini wa yetu ambao tunawaongoza hatupendezewi hiyo na vitendo, wala mheshimiwa rais apendezewe na hiyo vitendo, akiwa kama ni kiongozi wetu wa nchi. Sasa anayeleta habari za uchochezi, ndio hapa anakuwa mtu mwingine, kwa sababu hajafanya utafiti, na tukitaka tumwambie atueleze vizuri na kuwa changamoto tena pia lakini, kumbe anataka tu amchafue fulani. Anaweza kuchafua hata kiongozi wa dini, kwa sababu tu ya chuki alionayo mwenyewe binafsi. Mimi niombe sana, tumuogope sana Mwenyezi Mungu. Nilienda kwenye msiba mmoja Eh, kiongozi fulani anasema serikali tuoneshe makaburi eh, manake yule anajua, si ndio? Ndio maana akasema hapana, usiseme kitu ambacho no research, no school, no research right to speak. Na tume, tumekamata watu wengine ambao sio serikali hawahusiki kabisa na serikali, wamefanya wamefanyao. Sasa kwa nini usifanye uchunguzi, au tuwechee vyombo ambao ambavyo vina dhamana kufanya uchunguzi ili tupate majibu sahihi na haki itendeki. Tunajua kwamba Mwenyezi Mungu ndio mwenye uwezo wa kutenda haki kabisa <coughs> lakini kuna vyombo ambayo vinatoa dhamana uh, serikali um, ya kufanya uchunguzi na kutoa haki kwa yule mtu amefanya makosa. Kwa hiyo niombe viongozi wa dini tusipitie haya matukio kuleta taharuki, kuleta chuki, kuleta uchochezi au kuleta mfarakano kati ya serikali na serikali inafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba hali ya usalama. Hiyo nimesema kwa mwanzo, wakati naanza, pasipokuwa na utulivu na amani, hata sisi hatuwezi kufanya kazi. Nilikuwa namuhoji yule ndugu yangu asilali wapi? Eh, mtu alipotelea, mtu amepotelea ng'ambo, kwenye nchi nyingine eh? Lakini unakuja huku kuja kulalamika, sio okay. Ni ndugu yetu, lazima tulalamike na tumtafute lakini si usimtumu mtu kama una uhakika, usitumu serikali kama una uhakika. Mfano mtu amepotelea Singida, utaandamana Tarime? Kwani unamshinikiza nani Tarime? Kwa hiyo tukipitia hayo, ndio maana kasema tukemee sana watu wanaoleta uchochezi, wanaoleta mifarakano, mpasuko Ukiandamana hapa tukio limetokea Mbeya. Una, unamshirikiza nani hapa Tarime? Ni sahihi ni serikali yote kwamba unaiomba na wenye wajibu wa kuhakikisha uh, uh, usalama wa watu na mali zao si ndio? Na sisi tunapambana hivyo kupitia vyombo vyetu, lakini unapokuja tuletee taarifa sahihi ili tusimuonee mtu wakati wa kuchukua hatua na swala la ulinzi na usalama ni la kwetu sisi wote, na sisi tunatokea tukemee ule uhalifu ambao unatokea kwenye maeneo yetu, kwenye mazingira yetu, tukemee sana. Yawezekana kwa miongoni mwetu eh, kuna sehemu mtu aliuawa kwa kuchinjwa kabisa, na ninyi mnajua, viongozi wa dini ikaanza, maana serikali serikali, lakini baadaye kajulikana aliyefanya ikatokea. Sasa siwezi kuzungumzia sana kwa sababu vyombo vinavyohusika na kutoa taarifa hizo vipo, vinahusika vitatoa taarifa. Sasa, na na na na na unawezekana akamshutumu mtu mwingine, lakini sio huyu aliyefanya tendo ni mtu mwingine. Badala ya kutuhumu au kuishutumu serikali. Kwa kuwa tu ni yenye dhamana ya kuhakikisha ulinzi na usalama wa watu na mali zao. Lakini jukumu hilo pia liko kwetu mwenyewe mwenyewe vizuri, eh? Sisi wote wewe mwenyewe kushirikiana, maana tumeitana hapa kwa lengo la kuhakikisha tunasimamia amani, utulivu na mshikamano ambao tunao ndani ya mi naongea kama wilaya kwa sababu nimepewa dhamana ya kipande hiki na kazi hiyo nitaifanya pamoja na nini, hmm. na labda niwaambie haya yote ambayo tunayafanya ni kwa ajili ya ustawi wa wilaya yetu, hmm. na mimi nilivyowaita, naamini ninyi ndio wasaidizi wangu wakubwa na nitashauri ni wa kwa hekima, hmm. yale ambayo tutayaona na niendie kuomba ushirikiano kama katibu wangu walivyosema ili tufanye kazi pamoja, katikiwa na utulivu patakuwa na maendeleo au?